Asalam Alaikum. karibuni Karibu ni Farwat Kitchen. Leo nitaonyesha jinsi ya kupika mabuyu. Matamu sana na kwa njia nzuri sana. Kama unataka kuanzisha biashara ya mabuyu basi unaweza ukafuata e, video hii na au resipi hii na ukapata mabuyu mazuri na wateja wakafurahia. Kwa hiyo kwenye sufuria utaweka sukari nusu kilo na maji kikombe kimoja pia utaweka rangi ukoroge vizuri uwache ichemke. Mahitaji na vipimo nitawekea hapo chini. Utaweka rangi ya vimto mimi nilikuwa na napika mabuyu ya vimto, kwa hiyo nikaweka hiyo rangi ya vimto. Kama unapika mabuyu ladha nyingine, basi utaweka rangi rangi tofauti, na utaipika shira yako mpaka itoe povu nyingi kama hivi. Na hii shira ya mara ya kwanza usiiwache ikanata sana, utaiwacha ichemke vizuri, lakini isinate sana. Kisha utaiweka kwenye mabuyu na utakoroga vizuri, na utaweka unga wa mabuyu kidogo kidogo ukiendelea kuchanganya. Hapa hutaweka unga mwingi. Kwa hiyo uwe na tahadhari, uwe unaweka unga kidogo kidogo ukichanganya kama hivi. Na kama nilivyotangulia kusema, unaweza ukapika mabuyu haya kwa biashara ama unaweza tu ukapika ukala mwenyewe nyumbani na familia vile. Kwa hiyo utaendelea kuweka unga wa mabuyu kama hivi na uendelee kukoroga. Na hii inasaidia mabuyu yako kuwa na gamba. Kwa hiyo mtaendelea kuona mbele ya video nitakavyofanya hapa. Tumeweka shira ya mara ya kwanza, na tutakuja tuweke tena shira ya mara ya pili. Kwa hiyo utaendelea kukoroga mabuyu yako ukienga, ukieka unga wa mabuyu kama hivi mpaka mabuyu yako yawe kama hivi. Na baada ya hapa sasa utayaacha, utayaacha, kisha utabandika tena shira ya mara ya pili. Utaweka tena sukari nusu kilo, na hayo mabuyu ni nusu kilo. Kwa hiyo utaweka tena sukari nusu kilo na maji na rangi kama ulivyofanya mara ya kwanza, na utaiacha shira yako ichemke. Na ikishachemka vizuri, karibia na kuwa tayari, ndio utaweka iliki. Iliki ya kutosha, mabuyu yanakuwa mazuri yakitokea iliki vizuri. Na pia utaweka harufu ya Vimto, na kama itakuwa unapika mabuyu ya ladha nyingine, basi utaweka ladha hiyo. Utakoroga vizuri na utahakikisha imenata, shira yako imenata kama hivi. Isinate ile sana, lakini uhakikishe inanata Shira yako ikinata ndipo itasaidia mabuyu yako kukauka, kama haijanata basi mabuyu yako yatabaki maji maji. Kisha utaweka shira yako kwenye mabuyu kama hivi, na utakoroga vizuri, kisha utaanza kuweka unga wa mabuyu. Kwa hiyo utakoroga mabuyu yako vizuri kama hivi kwa shira ya mara ya pili, na mimi hapa niliweka tu shira ya mara, mara mbili, lakini unaweza ukaweka hata shira ya mara tatu ili mabuyu yako yazidi kuwa na lile gamba nene. Ikiwa unakula iwe inamumunyuka kwenye mdomo. Kisha utaweka unga wa mabuyu na utaweka baking powder ukoroge vizuri. Hapa utaweka unga kidogo kidogo ukiendelea kukoroga ili uhakikishe huweki unga mwingi kupitiliza. Kwa hiyo utaweka unga kidogo kwanza, ukoroge, uweke tena mpaka mabuyu yako yawe kama mtakavyoona. Kwa hiyo utaendelea kuweka unga kama hivyo. Na hapo niliweka yani, unga uliingia mwingi kuliko nilivyokuwa nime, nimepanga, lakini haina neno, mabuyu yatakuwa tu sawa. Kwa hiyo utaendelea kukoroga, na pia baada ya kuweka huu unga wa mabuyu utakuja uweke sukari ulioisaga, yani icing sugar, ama unaweza kuchukua sukari nyumbani ukasaga. Mimi nilisaga kutumia hiki kidude cha kusagia vitu vikavu. Kwa hiyo utaweka icing sugar ama sukari ulioisaga kwenye mabuyu na ukoroge vizuri. Na baada hapo ya hapo mabuyu yako tayari basi, unaweza ukayaacha kwa kama hayajakuwa maji maji sana, basi unaweza ukayaacha tu kwa kama nusu sana, yatakuwa yamekauka vizuri. Kama yalikuwa hukuweka unga mwingi yakakuwa yakawa bado ni maji maji, basi unaweza ukayaacha hata usiku mzima, ukiamka yanakuwa yamekauka vizuri kama mnavyoona hapo, mabuyu yako tayari. Kwa hiyo nitayaacha yakauke vizuri. Kama mnavyoona hapo mabuyu yashakauka, kwa hiyo nitaanza kuyatoanisha kama hivi. Yani haya mabuyu ni matamu sana, yanakuwa hayana yanakuwa yana lile gambaneni, basi yanakuwa mazuri sana, sio kama mabuyu mengine, ukila hivi unasikia tu ile koko, yani haina lile gamba. Kwa hiyo utatoatoa mabuyu yako kama hivi, na kama ni ya biashara, basi utayapak uta na utauza. Asanteni sana kwa kuangalia video hii, mpaka wakati mwingine, kwa heri. Kama mna maswali ama kuna mahali hujafahamu, ama kuna tips zaidi kuhusu jinsi ya kupika mabuyu, basi unaweza ukatuambia hapo kwenye comment section. Kwa herini.